kimojawapo ni hiki cha MV Mafanikio ambayo lipo na sehemu ya Msangamkuu ambayo tutaenda hivi punde. Mheshimiwa mgeni rasmi, na moto kivuko hiki cha MV Kilambo kinaendelea kutoa huduma hadi sasa. Naomba nitoe historia fupi ya kivuko chetu hiki cha MV Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki cha MV Mafanikio ni kivuko ambacho kilianza kutengenezwa na mkandarasi kutoka Uholanzi ambaye alishindwa kuendelea kukimaliza, na baada ya hapo tulita, alifukuzwa na tukatafuta mkandarasi mwingine ambaye ni mkandarasi mzalendo MS Togoro Marine Transport wa Mwanza. Mkandarasi huyu aliweza kumalizia kivuko hiki kwa muda wa wiki kumi na mbili na kivuko hiki kiliweza kuanza kazi mahali hapa tulipo mwaka jana elfu mbili kumi na nne. Yaani, Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki kina uwezo wa kubeba watu mia moja waliokaa, na pia kina uwezo wa kubeba magari sita. Kivuko hiki kina uwezo wa tani hamsini, na kivuko hiki kama utakavyo kizindua hivi punde Kivuko ambacho kilinunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3 pointi 3. Mheshimiwa mgeni rasmi, kivuko hiki kimekaguliwa na SUMATRA na, na kimewekwa vifaa vyote na kimetengenezwa kufuatana na IMO standard vifaa utakapoviona vyakomabou. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kivuko chetu cha mi Kilambo ina uwezo wa kubeba watu mia moja tani hamsini magari zita, na kinaendelea kutoa huduma kama nilivyosema, na kina, na kina, uwe, kina mpangilio wa vifaa vyote vya uokoaji kama nilivyosema hapo awali. hutuma mbele rasmi tunashukuru sana, asante sana, na unakaribishwa katika kipuko kwa ajili ya kukizindua. Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe waziri atoe maelezo machache. Mtwara oye! Oye! Mtwara kuchere! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa mama Kikwete, Mheshimiwa hawa gasia waziri, Mheshimiwa Mkuchika, waheshimiwa na maneno mengi, maneno yangu ni machache pia ya kukukaribisha wewe huzu uzindue kivuko hiki ambacho kimetengenezwa kwa asilimia mia moja na fedha ulizozitoa wewe. Gharama ya kivuko hiki bilioni tatu pointi tatu na, na kwa taarifa tu Mheshimiwa si, Rais, katika kipindi chako cha miaka kumi kabla ya hapo tulikuwa na vivuko vilivyokuwa kumi na vitatu Tanzania nzima kwa miaka hamsini Katika kipindi chako umeweza kununua vivuko kumi na vitano vipya yenye tani tofauti na kimoja wapo hiki ambacho leo unakizindua Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, na hivyo si kuifanya Tanzania kuwa na vivuko zaidi ya 28. Lakini pia tumeweza kukarabati vivuko zaidi ya saba ambapo vinafanya kazi katika nchi nzima. Hii ni ahadi zako ambazo umekuwa ukitoa Mheshimiwa, na ahadi zako Mheshimiwa Rais zimekuwa ni ahadi za ukweli wananchi wa Mtwara walikuwa hawana kiunganisho kwenda kule Msanga Mkuu. Watu walipata shida, wapo wapo waliozama kwenye mitumbwi, wanafunzi wapo waliokosa shule, kwa sababu kuzunguka Msanga Mkuu kuja mpaka Mtwara ni karibu kilometa ishirini na moja, lakini kwa kutumia kivuko hiki ni dakika saba. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, upendo ulionao kwa Watanzania, kwa malezi mazuri uliolelewa na Chama cha Mapinduzi, ndio matokeo haya ya kuweza kupatikana kivuko. Tunakushukuru sana. Sisi watendaji wako, kila ulipokuwa ukituagiza, tulikuwa tunauliza hela ziko wapi mzee. Baada ya sukumbiri, unatoa hela, tukisubiri unatoa hela Mavivuko yamenunuliwa kila mahali, kila mahali, kivuko mbele, kivuko nyuma, kivuko mgongoni. Mheshimiwa Rais, wananchi hawa wamekusanyika kwa heshima wa ya wa, wame kubwa yako wewe, mheshimiwa rais, kwamba ahadi zako ni za uhakika, ahadi zako ni za upendo, na hasa kwa sababu na mheshimu Mungu kwamba una wajibu wa kuwatumikia Watanzania kwa upole na kwa uadilifu katika kivuko hiki sisi, ni wizara ya ujenzi, kama ambavyo ulitueleza kwamba kivuko ni lazima kitumike kama daraja mbadala. Wanafunzi wote, ili mradi amevaa uniform, atapa, atapita kwenye kivuko hiki bure, bila kulipa hela. Kwa hiyo, kwa wale wakubwa ambao wanataka wa wapite wa bure, itabidi i wavae uniform <laughs> <laughs> ili kuzudi <laughs> kivuko hiki kishakuwa mwanafunzi <laughs> na umevaa uniform, wewe unapita bure, kwa sababu ni kivuko kimeletwa na rais wetu mpendwa. Ni kivuko ambacho kimeletwa kwa ajili ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambaye msimamizi wake mkuu ni Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini pia tumeamua, Mheshimiwa Rais, kwamba kwa kwa walemavu kwa sababu hawana mahali pa kuweza kupata mapato yao kwa ajili ya kupitapita hapa, nao watapita bure. Kwa wale wengine wanafunzi ambao wamevaa uniform nauli zote zimeshapangwa pale, ni shilingi mia moja, kwa watu wazima shilingi mia tatu. Na bahati nzuri imeshaanza kuitumia wanafunzi ambao hawakuvaa uniform na watoto ambao hawakuvaa uniform. Akishavaa uniform tu wanafunzi, awe sekondari au hata kama yuko chuo kikuu, mradi amevaa uniform, ni bure. Na kwa wale watakaotaka kuonekana kama wanafunzi, vaa uniform tu, hata kama wanafunzi wa darasa la saba utapita bure. Mheshimiwa Rais, umati wa watu hawa wote wamekuja kwa heshima yako kubwa lakini nami naomba nijitambulishe kwao kwa ruhusa yako, mheshimiwa rais wangu. Mimi ninaitwa John Pombe Joseph Magufuli. Ukisahau John, kumbuka Joseph, ukisahau Joseph, kumbuka Pombe. Pombe hamuwezi mkisahau Ukisahau pombe basi kukumbuka hata Magufuli. <laughs> Kwa bahati nzuri chini ya usimamizi mzuri wa mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete, ambaye ndiyo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na viongozi walio watuma Dodoma waliweza kuniteua mimi niweze kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya urais. Mheshimiwa Rais, ninauhakika watakapokuwa wanapita wana kwenye kivuko hiki Hawa tanisahau na, na mimi kwamba alikuwepo John Pombe John, Joseph Magufuli aliyekuwa waziri wa ujenzi yes. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa sasa nina kukaribisha ninakukaribisha saliuwananchi hawa Kikwete oe hey, Oye! Oe oyen wote tushangilie jamani oe, mpaka hata wazungu a wamekuja kumshangilia mheshimiwa, kwa sababu wanajua maendeleo Mheshimiwa waziri wa ujenzi, mheshimiwa waziri hawagasia mkoawa mkoa, injinia mkuu wa vivuko vyote nchini na mkuu muka vyote nchini, mwanamke aaawe hivyo ndio mtaalamu wa vivuko. Kwa mimi wnamyo furahi kwamba angalau nimefika kukiona, kama alivyosema hawa, hii ilikuwa ni moja ya kero kubwa inayowasumbua watu wa ng'ambo na watu wa huku wakitaka kwenda kule, kujahidi kwamba tutaleta kivuko kwa, kwa, kwa uh hadi uh imesimia ha, deni limeisha atidaiani at an. Jambo lingine wanawatakia pongezi, pongezi, kila la heri, pongezi nia kupata kivuko Kilichobakia sasa ni kuhakikisha kwamba watu hawazidi kuliko kiasi, magari hayazidi kupitwa kiasi, kwa sababu tukizidisha hapo tutatokea ajali na ajali ya kivuko yenye watu wengi wanapoteza maisha ya watu wengi. Kwa tumaini yangu ni kwamba watu wasemeta kwa, mtahakikisha kwamba hamzidishi zaidi ya watu mia, hamzidishi zaidi ya magari sita ili kuhakikisha usalama wake anafanya matengenezo ya mara kwa mara ili kiweze kuwahudumia watu. Baada ya kusema hayo, engereni sana. Wacha sasa tuvuke twende Msangamkuu. Hapa kivuko hiki cha MV Mafanikio, naomba watu wengine tupungue tafadhali. Naomba kama uko kwenye hilo konde ambalo nimetaja, naomba sasa tuanze kushuka, naomba tupungue